Kikosi cha matajiri wa jiji Azam FC kimeendelea na mazoezi leo jioni kujiandaa na mchezo wa jumapili hii katika Mzizima Derby watakapokipiga dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam mchezo huo utakuwa ndio dabi ya kwanza kwa Florai Benge tangu wajiunge na mabingwa hao mara moja wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara, na amebeba matumaini ya wengi kuendeleza ubora na ushindi eh, kwenye mchezo huo tayari imeshaivusha Azam FC kwenye ndoto yake ya muda mrefu ya kufuzu hatua ya makundi michuano ya CAF. Na sasa kiu ya wengi ni kuona tena wanachamazi wakibeba ubingwa wa ligi pamoja na mambo mengine mengi wanaamini uwanja wa mazoezi utaenda kuwapa kile wanachokitaka kwenye uwanja wa mechi, kama anavyothibitisha ofisa habari wa kikosi hicho Hasheem Ibwe. Kuna kwenda kucheza mechi ambayo ni ngumu kwa sababu recently matokeo hayajawa mazuri, ni miongoni mwa sababu kuu ambayo inafanya mchezo huu pia kuwa mgumu kwa sababu timu inapopata matokeo mazuri ya ushindi, maana yake morali yake pia inakuwa juu lakini pia ni mechi ngumu kwa sababu uh, tunaokwenda kucheza nao ni miongoni mwa uh, title contenders, kila msimu wanatajwa hivyo, na kiukweli wanaweza kudeliver. Kwa hiyo nafikiri kwa matokeo yalivyo, tunaingia kwenye huu mchezo tukiwa underdog ambako, uh, kimombo tunasema we are going to put a fight. Uh, uzuri ni kwamba mechi kubwa hainaga hai, hai kwamba huyu yuko kwenye form gani au yuko kwenye form gani mechi yoyote kubwa itakuwa determined siku ya mchezo wenyewe, approach na vile ambavyo mmejipanga. Kwa hiyo sisi kama club tuko vizuri, tuko tayari kwa ajili ya huo mchezo. Maandalizi yanaendelea tunavyozungumza, uh, tangu jana wachezaji wetu wako kambini na wanaendelea kujifua, kujiwinda na huo mchezo. The best part ni kwamba mara zote tunapokutana na Simba hiyo mechi inakuwa nzuri. Hatutaki kuzungumza wala kuongeza kitu kingine chochote. Sisi tunawaahidi tu mashabiki wetu mechi uh, nzuri, waje uwanjani. Najua wako disappointed kuiona timu imetoka sare mara tatu mfululizo kwenye mechi zilizopita za ligi kuu, lakini siwakatishe tamaa. Mchezo mkubwa ni mchezo mkubwa tu, vyovyote itakavyokuwa, we are going to put a fight and we are... Katika hatua nyingine, ofisa habari wa Azam FC, Hasheem Ibwe, amesema namna kiwango cha mlinda mlango Aishi Manula kilivyorejea kwa kasi katika mchezo wao uliopita dhidi ya Singida Black Stars, huku akiweka wazi uwezekano wa kumtumia katika michezo ijayo, na kama itakuwa hivyo, hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa Aishi Manula kucheza dhidi ya waajiri wake wa zamani. Kuhusu mchezaji kuwa uwanjani kama Aishi kwa mfano, alirudi kwenye mchezo dhidi ya Singida. Kurudi Aishi na kuwa na performance nzuri kama ile, kwa sababu mchezo wetu dhidi ya Singida ulikuwa ni mchezo wa walinda mlango mpaka, uh, anakuwa man of the match golikipa wa Singida. Maana yake washambuliaji uh, wetu walifanya kazi nzuri ambayo haikuwa na bahati mpira kwenda kwenye kamba. So maana yake ni kwamba tunaweza kucheza mechi kubwa. So kurejea kwa Aishi Manula, uh, kwanza kucheza, ni ni ni wakati mzuri, ni jambo zuri na la kulifurahia. Uh, kuonyesha kiwango kizuri ni jambo la kulifurahia zaidi. Hiki ndio kitu ambacho kama klabu tunajivunia. Kwa hiyo kuhusu yeye kucheza mchezo wa Simba au kuwapo golini kwenye mechi zote zinazofuata, nafikiri hiyo ni juu ya mwalimu mwenyewe. Lakini mimi ukiniambia nifanye personal assessment, amefanya kazi nzuri, anastahili kuwa pale alipo, inawezekana akawa ni mtu wa mfano kama ambavyo alikuwa kwenye mchezo wa Singida na probably Aishi atakuwa miongoni mwa wachezaji wa hiyo mechi kwa vile ninavyoona kutokana na kipimo ambacho alikionyesha kutoka kwenye mchezo wa kwanza. Kwa hiyo kwetu sisi ni good news kumuona golikipa kama yule amerejea na we are proud kumuita Tanzania one.